Natamani wayapate kutoka kwetu. Kwa ndugu viongozi na wananchi wenzangu, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena ninyi wote pamoja na viongozi na kamati ya maandalizi na wananchi kwa kuratibu mzuri, kwa kuratibu vizuri shughuli hii ambayo imefanyika leo. Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yenu yote ya wizara, hongereni sana, mmeratibu vizuri sana, mmeratibu vizuri sana. Hongereni sana uratibu wenu, mmetendea haki kazi hii kubwa ambayo imefanyika hapa. Na mimi niwaambieni, nilisema namle ndani, kazi ya aina hii inatuandalia kizazi kilichotulia, inatuandalia jamii yenye utulivu jamii isiyo na msongo, jamii iliyotulia. Maandalizi ni jambo la msingi sana kwenye jamii. Nilisema sisi, Mheshimiwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa naibu waziri, Mheshimiwa e, katibu wa itikadi na uenezi, Mheshimiwa waziri pale e, na, wengine walikaletu ili ili likaletu kwenda juu. Wakati sisi tunasoma kila kitu kilikuwa hakitoshi, kila kitu hakitoshi. Niwaambia, niwaambia watu siku moja ili, ili vijana wa, wa, wa leo muone kazi kubwa ambayo imeshafanywa kufuatia mapinduzi matukufu na kufuatia muungano wetu enzi zile kila kitu kilikuwa kitoshi. Ndio maana unaona hapa wanafunzi waliokuwa wanasoma shule ziko tano tu, inakupa inakupa ujumbe ni namna gani kila kitu kilikuwa kitoshi. Sasa kule kwa wafugaji kule kwetu tulikotoka, mnazaliwa, mnapoenda kula chakula hakitoshi uko kijana mdogo una, unawekwa na, na kundi la mababa watu wazima, inabidi ujifunze kuweka sebule. Yaani una, una, una mega ugali unaweka na sebule, kwa sababu kwa sababu ukimega ukisubiria mikono itoke kwenye mboga, chakula kimeshaisha, haitoshi. Mkienda kulala, kitanda hakitoshi, shuka haitoshi, nagombania. mkienda darasani mkienda darasani madawati hayatoshi, vitabu havitoshi. Sehemu nyingine mpaka hewa ambayo Mungu kaileta haitoshi. Kama darasa halina madirisha, hewa itatoshaje? Hata hewa haitoshi. Usafiri wa kukupeleka uende shule hautoshi. walimu hawatoshi. Ukishamaliza kusoma, ukishafanya mtihani, wanakuambia umefaulu, ila haujachaguliwa, nafasi hazitoshi. Sasa leo hii nimeona dawati moja, mwanafunzi mmoja, ile deski yake klaski, klaski, dawati klaski, kiti klaski meza klasi ya kisasa kwa kwa me, kwa kiti kile na na, na na kwa kiti kile na meza ile, lazima tu wanafunzi wote watakuwa na mwandiko mzuri. Sasa umekaa kwa kuegeshea, egeshea, umekaa kwenye jiwe lina kuumiza, mwandiko mzuri unaupata wapi? Kwa hiyo hii hii tujifunze kwamba hii jambo analofanya mheshimiwa Rais ni jambo linaloandaa urithi bora kwa hawa watoto wetu, urithi bora kabisa kwa watoto wetu na wazee wetu, waasisi Mwalimu Nyerere na mzee wetu Karume, walisema ukitaka kuwaondolea umaskini watu wetu, wasomeshee watoto wao. Huo ndo urithi sahihi. Kwa asanteni sana baada ya kuyasema haya, sasa natamka rasmi kwamba skuli hii ya kisasa ya sekondari ya Shukwani nimeifungua rasmi leo tarehe tano Januari 2026. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana.